Hey, fomu ni gani hapa hivi? Hapa ni kukula unga. Eh. Mm. Hey, sasa mbona usipike? Bana ni pika kwa nini mimi na unajua? Ni kwa nini mwanzo kukula ile red meat. Sasa nimeona acha ni kule unga yenyewe. Chapo yenyewe itajiform huko kwa tumbo. Eh, minyo zijitengenezee tu zenyewe. Eh, kula chapo yenyewe. Umeamua kusurprise tu minyo na wazungu mm -hmm. Ma white white tu...

Sio saa hizi umetoka bank hapo hivi tu, tu hapo hapo, unaambia ni gode? Ah, kukaa sawa. Mimi acha wewe, endelea. Acha mimi niendelee kutumia do hapo ngapi ni Ai.